Naam, karibu tena msikilizaji um, na mfuatiliaji wa idhaa hii ya Kiswahili ya DW kutoka hapa Bon, Ujerumani. Tuko katika wasaa ule wa mjadala, na kama ulivyosikia katika matangazo yetu, mkutano wa kilele wa NATO umehitimishwa mjini The Hague, Uholanzi, ambapo viongozi wa nchi wanachama walikubaliana kuimarisha ushirikiano, uwezo wa kijeshi na nafasi ya muungano huo katika kukabiliana na hatari mpya za kiusalama duniani. Lakini maswali ni mengi, bado yanasalia um, Je, NATO ni kielelezo cha mshikamano na ulinzi wa pamoja au ni chombo cha mataifa makubwa kuingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine? Mjadala wetu wa leo unachambua kilichojadiliwa na kuamuliwa The Hague, pamoja na maswali mapana kuhusu mustakabali wa NATO na nafasi ya Afrika, mataifa mengine yanayoendelea na sauti za waliowahi kuathiriwa na hatua za kijeshi za muungano huo. Katika kuiangazia hayo eh, kwa njia ya simu nipo nao Mohamed Saleh, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, yupo mjini Paris, na Dr. Harrison Mwilima, profesa wa chuo kikuu Berlin, anayefuatilia kwa karibu masuala ya Ulaya. Naomba kwanza nihakikishe kama mupo nasi, karibuni sana katika mjadala wetu. Asante, asante. Mm-hmm. Tuanze kwako Harrison, mkutano <coughs> wa NATO mjini The Hague umemalizika, na maamuzi makubwa yaliyofikiwa ni hili la nyongeza ya matumizi ya sekta ya ulinzi kutoka asilimia mbili ya pato ghafi la taifa hadi asilimia tano. Ni ujumbe upi umetumwa kwa washirika na wapinzani wa, wa jumuiya hii ya NATO? nadhani ujumbe uliotumwa hapo ni kwamba tumeingia sasa katika mashindano ya matumizi ya kijeshi, kwa sababu tunavyoelewa katika masuala ya mahusiano ya kimataifa, zile nchi ambazo tunaona kama unaweza ukasema ni nchi maadui, kwa mfano kama Urusi, kama Uchina eh, ukiona nchi ambazo unaziona kama ni maadui wanaongeza bajeti zao za za ulinzi, inamaanisha na wewe utaongeza bajeti yako kwa hiyo hicho ndo ninachokiona, lakini wanasema ni asilimia tano, lakini kiukweli sio asilimia tano ya pato la taifa ni asilimia tatu nukta tano lakini walivyokubaliana kwa mfano kama hapa Ujerumani tunaona mijadala kwamba hii asilimia moja pointi tano inayobaki itaenda kwenye miundombinu ya kiusalama. Kwa hiyo nadhani pia hapo viongozi wa Ulaya wamejaribu pia kucheza na namba. Kwa hiyo sitashangaa kwa mfano huko baadaye Um, labda Ujerumani ikaamua kujenga daraja lakini ikapelekwa katika eh, bajeti ya ulinzi ambayo ilibidi iende NATO. Kwa hiyo, kwa hiyo hiyo ninachoona hapa ni kwamba viongozi wengi wa Ulaya na hizi nchi za magharibi walitaka tu kukubaliana na Trump kwa sababu ni Trump, yeye ndo aliwawekea presha kubwa sana na kuwafanya mpaka wakubali kuongeza na kufikia hii asilimia tano ya pato la taifa, kwa sababu swali langu lilikuwa linakuja hapo hapo Harrison, kwamba wanaweza kweli kuchangia asilimia hiyo tano kwa matumizi ya ulinzi au wamekubali tu shingo upande kwa kumridhisha, kama ulivyosema, Donald Trump, kwa hofu kwamba angeweza kuiondoa Marekani katika muungano huo au hata kufanya kile alichowahi kusema mwenyewe hadharani, kutoyalinda mataifa yasiyotoa mchango wa kutosha wa, wa, wa kifedha. Nadhani ni kwa kumridhisha Trump, kwa kumridhisha Trump, kwa sababu tukumbuke kwamba nchi za Ulaya kwa mfano, wenyewe kitisho chao kikubwa ni Urusi lakini tunaona hata hata katika tamko lao la mwisho Trump ameweza kufanya kwamba tamko kuelekea Urusi liwe yani, lisiwe kuwa, li, li, li, lisiwe tamko kubwa sana la kutisha. Kwa hiyo tunaona kabisa hizi nchi za za Ulaya ni zimeamua kufanya hivyo kwa kukubaliana na Trump, lakini tunajua kabisa kwamba wataenda kutoa hatua asilimia tatu nukta tano na kuingiza hiyo moja nukta tano kwenye miundombinu yao ambayo watasema miundombinu ya kiusalama kisala, ya lakini kweli ni kwamba wataenda kuingiza hizo hela katika miundombinu yao aye. Lakini pia tukumbuke hapo hapo, labda kwa kuongeza tu moja la mwisho, tukumbuke kwamba hii pressure kutoka kwa Trump. Trump tunajua yeye ni mfanyabiashara, tunajua kabisa kwamba hii pesa itakayoingia katika NATO hii yote, asilimia kubwa ya pesa hiyo itaenda kwenye makampuni ya Marekani yanayotengeneza silaha. Kwa hiyo hapo Trump yeye presha hiyo ameiweka kwa hizi nchi nyingine, ili kuongeza bajeti za ulinzi, lakini pia tunajua kabisa asilimia kubwa ya pesa hizo zitaenda Marekani, katika makampuni ya, ya kutengeneza silaha. Tuzungumzie hiki kitisho, labda nije kwako Mohamed Salih. Hiki kitisho ambacho NATO inakizungumzia kwamba kuna kitisho cha dhahiri, Uingereza imelitaja hilo, Ujerumani, Ufaransa, na hata katibu mkuu mwenyewe wa jumuiya eh, Mark Rutte uh, wameendelea kusema kuwa kuna kitisho cha dhahiri wakimaanisha Urusi, lakini vile vile kuna sauti kinzani kutoka Hungary ambayo haioni Urusi kama kitisho kwa Ulaya. Unadhani Moscow inatoa kitisho cha kweli, ama ni mkakati wa NATO kujimarisha dhidi ya nguvu mpya zinazoibuka duniani kama vile China kwa mfano? Mimi ninavyohisi kwamba Urusi haikuwa kitishio hapo awali, lakini ya mazingira yamefanya kwamba uh, wahisi kwamba sasa imekuwa ni tishio kwa sababu huko nyuma Uh, Urusi wasiwasi wake ilikuwa ni kwamba uh, yale makubaliano ya mwanzo yale, ya awali yale, makubaliano ya Minsk kwa mfano, yangelikuwa yameheshimiwa, uh, kusingekuwa kwa mfano na uvamizi wa Ukraine. Kwa hiyo wanachojaribu ni kutaka kuonyesha kwamba Urusi imeivamia Ukraine, kwa hivyo inaweza kuvamia nchi yoyote ile ya, ya Ulaya lakini ukiangalia ni kwamba Warusi wao wameamua kujihami kutokana na kwamba majeshi ya NATO kila toka ulivyoanguka ukuta wa Berlin yamekuwa yanazichukua ya, ya zile nchi ambazo awali zilikuwa ni nchi rafiki za, za Urusi. Kwa hivyo ni mazingira ambayo wao wenyewe wameyatayarisha ambayo yamefanya sasa hivi kwamba uh, Urusi imekuwa kama ni tishio kwao lakini hapo awali au siku za nyuma kulikuwa pia na mazungumzo kwamba Urusi labda iwe sehemu ya, ya NATO au ya, ya umoja wa ulinzi wa pamoja. Kwa hivyo kama yangefanyika mambo hayo hapo uh, nyuma kusingekuwa na wasiwasi ambao uko sasa tota hivi mm. Lakini pia ningependa kama utaniruhusu kuzungumza kuhusu hili oh, suala la asilimia tano ya kuchangia kwa kweli ni ushindi wa bwana Trump kwa sababu muda mrefu sasa, Trump amekuwa anaweka shinikizo hilo la kuwa na asilimia tano <coughs> na ukiangalia ni mzigo mkubwa kwa nchi nyingi tu hizi za Ulaya. Sio kwamba nchi za Ulaya zilikuwa hazitaki kufanya hivyo, lakini hazina uwezo wa kufanya hivyo. Kwa mfano, Spain imesema wazi kwamba wao hawawezi kuchangia kiasi hicho, na huku, kwa mfano kwenye nchi za Ulaya kama Ufaransa kwa mfano watu wanapiga makelele bungeni kwamba ili kuweza kufikia huko kwenye asilimia tano ina, itabidi sasa serikali ikate matumizi ya jamii matumizi ya afya, matumizi ya elimu, maulinzi wa mazingira, hmm, na kadhalika kwa, kwa sababu mtu anaweza kujiuliza kama ilivyo mtu anaweza kujiuliza, Je, NATO kwa kukubaliana kat, katika hilo la asilimia tano imejimarisha kweli kama walivyokusudia au ilikuwa ni kauli tu za kisiasa ambazo baadhi wanaona hazina mwelekeo wa kweli wa kiutendaji. Mi naisi wasiwasi bado upo na hata kwa kumridhisha Trump, manake kwanza, kama umefuatilia vizuri, utaona kwamba wamemlazimisha. Aliyekuwa akisema kwamba Trump atahakikisha ulinzi wa, wa Ulaya Aa, alikuwa ni mkuu wa wa wa, wa wa wa, OTAN wa, wa NATO, lakini sio Trump mwenyewe. Mpaka wamemlazimisha atoe kauli yeye mwenyewe kwamba atafanya hivyo, lakini unamwona kwamba alikuwa anazungumza kuna hatihati hati nyingi. Kwa hivyo hata kwa kuchangia hizo asilimia tano sina hakika kwamba Trump atakuwa analazimika kufanya vile nchi za Ulaya zinavyotaka. mm. bado Trump atakuwa amebaki na turufu na ataamua yeye anavyoona asante. nimshirikishe ni kidogo Tatu upande wa pili kule wa studio yupo pale kutu kuangalia angalia walichokisema wasikilizaji kuhusiana na mada yetu hii, labda mtu mmoja wawili tatu kabla sijarejea tena kwa Mohamed Sale. Hmsaf hapa anasema NATO ipo kwa maslahi ya mataifa Magharibi, sio kwa ajili ya amani. Kayuni Rashid akiwa Dodoma anasema hakuna cha NATO wala cha ulinzi, vita ikiamua mali popote pale inamua. Kikubwa usalama wa nchi na uongozi wa busara. Asante tatu, nirudi tena kwako Muhamed Sale. Kwa, kwa kifupi tu make, naona muda haupo nasi. Wapo wanaodai wana, kuwa NATO imekuwa chombo cha upendeleo wa mataifa makubwa ya Magharibi. Je, unakubaliana na mtazamo huu na na, na nini maana yake kwa Afrika au dunia ya, ya, ya kusini. Ni, ni kweli kabisa kwamba NATO ni chombo ambacho kwa sasa hivi kinatumika katika kuendeleza zile siasa za mabavu za kukandamiza nchi ambazo labda zitakuwa na msimamo tofauti na masilahi yao. Naona hatupo naye tena hapo, Mohamed. Basi naomba nitoe swali hili kwenu na, nyote wawili. Je, Harison na bwana na Mohamed sale Saleh, je, katika hali ya sasa ambapo dunia inakumbwa na migogoro ya kiusalama ya ki kila kona, NATO ni suluhisho au sehemu ya tatizo? Na Afrika inapaswa kujiweka wapi katika e, mlingano huu? Kwa haraka haraka tu tena na, na, na, na, na, hizi NATO na, ni tatizo kwa sababu utaona kule kwenye ni tatizo kwa kwa nchi ambazo hazina mitizamo au hazina maslahi sambamba na, na nchi za Ulaya nchi ambazo zinataka haki uh, kuna nachoona zaidi ni kwamba NATO inasimamia uh, maslahi ya Ulaya, lakini pia ya nchi zile ambazo labda zina usuhuba mkubwa na, na Ulaya. Lakini nchi ambazo zinajaribu kutaka kujikomboa na kujikuwa huru, ni NATO ni kikwazo kikubwa kwao. Harrison, kwa kifupi tu ya, nadhani mi mwenyewe pia nadhani ni tatizo kwa sababu tunakumbuka kwamba NATO lengo lao kubwa ni, ni ule ulinzi wa pamoja lakini ili suala la ulinzi wa pamoja lilitumika tu mara moja baada ya Septemba 11 eh, Marekani ilipovamiwa, lakini baada ya hapo tumeona NATO ikijihusisha katika, katika vita mbalimbali. Tumeiona ikiingia iki, iki Yugoslavia, tumeona ikiingia Libya, tumeona ikiingia Afghanistan na nchi zote ambazo NATO imeingia Tunafahamu hali ya Libya ilivyo, tunafahamu hali ya Afghanistan ilivyo. Kwa hiyo, sehemu zote ambazo NATO imeingia, imeacha kule machafuzi ya hali ya juu. Kwa hiyo, hiyo ndio changamoto ya, ya NATO ambayo inaonekana sasa, kama ikibaki kwenye lengo lake lile lile kwamba ulinzi wa pamoja, ina maana hiyo inaweza isiwe tatizo kwa dunia, kwa sababu ina maana ni, ni jeshi ambayo litabaki tu pale kuwepo mm. Na kwamba kama kama kama mwanachama mmoja akivamiwa, wao ndio wataingia. Kama ni hivyo, hiyo inaweza labda ikapeleka amani kwa kwa nchi hizo, kwamba nchi nyingine nchi adui zinaweza zikaogopa ku kuzishambulia mm. nchi hizo Asa. Lakini haya mambo ya kwanza kwenda sehemu zingine, hiyo ni hatari kabisa.